Tusipoamua kufanya mapinduzi kwenye sekta ya mifugo hatutafanya. Juzi tumefika kwa mkuu wa wilaya akasema, mwezi wa kumi na mbili mpaka mwezi wa pili wafugaji wametozwa kiasi cha shilingi milioni mia saba na watu wa maliasili, kwa sababu hawana pa kuchungia. Sasa watu wamepewa humu hekta elfu tatu hawezi hata kuendesha shamba, kwani unakaa na hekta elfu tatu na nafuu baki na mia tano tufanye tunani, ili na wengine walioko mule waje wapate vitalu wawekeze wasimamiwe. Serikali ilikubaliana kwamba mashamba haya wapewe wafugaji ili waendeleze mifugo yao kwenye maeneo yao. Cha kusikitisha ni kwamba wafugaji waliosema ni wafugaji kupitia makaratasi yao ya maombi yao, waliosema wao ni wafugaji, wakachukua mashamba makubwa, wameyageuza mashamba haya kuwa ni mashamba ya kilimo na sio ufugaji. Tumeshuhudia hapa mpunga na wala sio hapa tu, mashamba yote tuliyogawia yote yanalimwa. Kwa hiyo watu wanaidanganya serikali kwamba wana shida na maeneo ya kufugia, serikali inawapa mashamba mkafuge, alafu mnayageuza kuwa mashamba ya kilimo, hiyo haikubaliki. Alafu baada ya hapo wafugaji wa nchi hii hata Mbarali hapa, na wewe mheshimiwa DC ni shahidi, wafugaji wako wanatangatanga na mifugo, wakati mashamba yao yanalimwa mpunga hapa. Sasa sisi tumepewa dhamana hii, hatutakubali hali hiyo. Kama dhamana hii itatushinda, basi bora tuache hii kazi, kwa sababu hatutakuwa tunacho, hakuna tunachokifanya mashamba haya ni kwa ajili ya wafugaji wafuga ng'ombe wafuga kondoo wafuga mbuzi wafuga kuku wafuga kitimoto wafuga ke... ufugaji lengo ni ufugaji sasa leo tunazungumza habari ya wafugaji wetu wanatangatanga kutafuta malisho mfugaji wa nchi hii sasa leo amekuwa kama mkimbizi ndani ya nchi yake hana pa kupeleka ng'ombe wake akipeleka ng'ombe hifadhini anakamatwa akipeleka ng'ombe sokoni anakamatwa, akipeleka maeneo ya shuleni anakamatwa. Maeneo ambayo wafugaji wetu walipaswa kuwepo wapo, wakulima wanalima mpunga na hawana wasiwasi. Sasa ziara hii ni kuja kuona kinachoendelea, na tumekiona. Labda kuna maelekezo mengine yaliyokuwa yametolewa na serikali kwa baadhi ya maeneo kubadilishwa kuwa maeneo ya kilimo. Tunachokuahidi, maelekezo yaliyotolewa hapa tutakwenda kuyasimamia kwa dhati kabisa, kuhakikisha kwamba eneo hili linamnufaisha mfugaji na sio mkulima. Tatizo la mifugo mingi Mbarali na kukosa maeneo ya malisho, hilo lipo, na haya maeneo mawili peke yake siyo suluhu ya kumaliza.